Yani jiandaye, mheshimiwa Mgore Miraji Kigera. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa nafasi na mimi nitumie muda huu kuchangia uh, kwa unyenyekevu na kwa upendo mkubwa wa hotuba ya mheshimiwa Rais. Lakini kwanza niwashukuru ni sana wanangorongoro walionichagua mimi kuwa mbunge wao, lakini pia waliomchagua mheshimiwa Mama Samia Uh, kwa kura nyingi sana zilizomchangia yeye kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania nawashukuru chama cha mapinduzi na kwa kweli niwapongeze sana viongozi wote uh, waliochaguliwa kuongoza bunge hili na serikali pamoja na wabunge hongereni sana kwa kweli mheshimiwa spika wabunge wengi na wote wamezungumza wamesema mambo mengi mazuri miradi mingi iliyofanywa ya kimkakati ndani ya uh, nchi yetu ya Tanzania na katika majimbo yetu mbalimbali mbali. Sifa ni nyingi na kwa kweli Mama Samia anastahili hizo sifa kwa sababu ni rais mchapakazi na msikivu sana. Nashukuruni sana kwa sababu umetuonyesha sisi wabunge wapya nini inaifanyika huko uh, kwetu Tanzania. Mimi natokea wilaya ya Ngorongoro na kwa kweli mchango yangu inaenda sehemu kuu tatu, la kwanza kama mnavyojua mimi natoka wilaya ambayo uhifadhi na utalii na ufugaji ni vyanzo vikuu vya uchumi na mapato ya wananchi kwa muda mrefu sana, na hicho ndicho tunachoshukuru sisi Mama Samia. Kulikuwa na minong'ono ya sintofahamu kubwa sana kati ya wahifadhi na wananchi kuhusu maeneo ya hifadhi, na kwa kweli tunamshukuru Mama Samia, ameingilia kati, ameleta utulivu ambao mambo yameanza kutulia kabisa, na tunamshukuru na matumaini yetu kwamba mambo yanaenda kuwa mazuri ni makubwa sana. Wananchi wana imani na upendo na wanamsubiria kwa hamu kwa mambo mengine mazuri zaidi. Wilaya yetu ya Ngorongoro, Mheshimiwa Spika, ni kanda ya uzalishaji, ni kanda ya ufugaji, ni kanda ya utalii. Lengo uh, la serikali ya Mama Samia ni kuongeza watalii wafike milioni nane ndani ya miaka hii mitano. Lakini nakuambia mheshimiwa Spika, tukitengeneza miundombinu kikamilifu, kwa mfano, tukitengeneza barabara nyingi za lami kama alivyosema, tutaongeza idadi ya watalii, hata hiyo milioni nane ikawa ni ni idadi ndogo sana, kwa sababu kila mahali itafikika. Kule kwetu Loliondo na Ngorongoro kwa ujumla, watalii wanapata ugumu kufika maeneo nyeti, kwa sababu ya ugumu wa barabara, na natumaini kwamba sisi sasa tunaenda kujengewa barabara kwa hotuba hii na kwa ahadi yake Mama Samia, kwa sababu hati nzuri nilishiriki naye kwenye kampeni na ameahidi kwamba kwa kweli atotengenezea barabara hizo, na kazi imeshaanza kuonekana, na ile barabara inayotoka Loduare geti la Ngorongoro kwenda Serengeti na enye imeshaanza kute, hatua zake zimeshaanza kutengenezwa. Kwa hiyo kwa kweli kuna vitu vingi sana tunapenda kumshukuru sisi tunachoomba sekta ya ufugaji ni sekta ya uzalishaji. Tunataka kuona sekta hiyo ikiongeza pato la wananchi na pato la taifa. Kwa hotuba hii na kwa commitment yake hii sekta inaenda kuboreshwa, pamoja na kwamba maeneo ya ufugaji uh, ya malisho yataongezeka, na hiyo sekta yenyewe itaenda kuboreshwa zaidi, iwe sasa ya uzalishaji kuongeza pato la taifa, lakini kuongeza pato la wananchi. Mheshimiwa Spika Uh, tunampongeza sana Mama Samia kwa sababu amewateua viongozi wanaomsaidia kazi ambao pia ni wasikivu sana hapa. Mimi ninayo <coughs> ninayo orodha karibu ya mawaziri sita ambao wako tayari kutembelea wilaya Ngorongoro na kuona shughuli za wananchi, kuona changamoto na kusaidia namna ya kutatua. Kwa kweli mimi binafsi nimefarijika sana, na wananchi wa Ngorongoro watawasubiri kwa hamu ili wote kwa pamoja tumsaidie Mama Samia hii azma yake anayoitaka basi tuifikie, na ile Tanzania tunayohitaji wote tuifikie. Lakini pia mawaziri sio wasaidizi peke yake wa rais, kuna viongozi wengi, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri, na watendaji wa vijiji na kata, wote ni wasaidizi wa mama Samia na inatakiwa wote wachangamke, wote waende kwa hiyo spidi, ili sasa changamoto ambazo tunaziona na azma ambazo tuna malengo ambayo tunataka ku achieve basi wote tuweze kufikia. Mheshimiwa Spika, uh, mimi ninaunga mkono hoja na naomba Watanzania na wanangorongoro wenzangu tuunge hii hoja mkono kwa sababu hii ndio njia itakayotufikisha Tanzania na Kaanani tunayoitaka. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana. Asante.